Kwingineko, maofisa wa polisi huko Nyamira wameanzisha uchunguzi kufuatia tukio ambapo mwanamke mmoja alicharazwa na kuburutwa wakati wa mazishi ya mtalaka wake. Waombolezaji waliokuwa hapo walidai kuwa mwanamke huyo alikuwa na watoto wawili wa marehemu na alikosa kutii tamaduni za Kikisii wakati wa mazishi hayo. Mellen Mogaka sasa anasema alifika mazishini baada ya kutakiwa kuwapeleka wanawe kwa mazishi ya baba yao. Kufikia sasa watu watatu wametiwa mbaroni kuhusiana na tukio hilo. Kanda hii ya mwanagenzi ambayo ilirekodiwa katika kijiji cha Nyabisimba huko Mugirango Magharibi kaunti ya Nyamira inaendelea kuibua hisia mseto. Mama huyu anayecharazwa ni Mellen Mogaka. Katika kanda hii anaonekana kukataa kumwaga mchanga katika kaburi la mumewe wa zamani Wilfred Onyinge, aliyeaga dunia baada ya kupata ajali ya pikipiki. Tukio hili la siku ya Ijumaa tarehe 21 likiwaacha wengi vinywa wazi. Siku ya Jumatatu tulikutana na mama huyo Mellen nyumbani kwake huko Narok, eneo la London. Mama huyu anaonekana mchovu baada ya madhila yaliyomkumba kila mtu kumbe, hii kitu ilikuwa imepangwa na sielewi. Vijana wamewekwa mpaka wa, wa pikipiki wanasema nisitoroke, na sikuwa naelewa ni nini. Mchanga walijaribu kuniwekea kwa mdomo, wakanifunua nguo zote, wakaniweka hapa ndani mchanga. Mama mwenye alinifunua nguo mpaka kwa nguo yangu ya ndani, ilikuwa mchanga tupu, wakaniweka mpaka masikio mchanga, kila mahali, nywele yote nilijaa mchanga. Katika kisa hicho, mamake aliyeandamana naye pia hakusazwa ati amekataa kwenda kurusa mchanga, sule mwambia hakuna hacha ya kurusa mchanga, ao ni a ya yao ilikuwa ni watoto ya mwenyewe ya mwenyewe, na mii mwenyewe nikapelekea yeye nini, niachani kupiga nduru. Familia hiyo inaelezea jinsi watoto waliozaliwa na marehemu walivyolazimishwa kulamba mchanga katika eneo la mazishi ili wasalie katika familia hiyo. Sasa ni ya nini wanaenda kuniulia mtoto? Amevazuliwa mara mbili juu sijaona, sikujua kama nitafikia kufanyiwa hivyo. Maafisa wa DCI huko Nyamira wamethibitisha kuzuiliwa kwa wanaume watatu kuhusiana na kisa hicho. Tulitaka pia kujua maelezo zaidi kutoka kwa wazee wa jamii ya Bagusii kuhusu mila hiyo. If there is doubt, ikiwa wazee wana swala juu ya kifo cha huyu ambaye amekufa basi ilikuwa inalazimishwa kwa nini ili kuondoa zile fikra kwamba hukuhusika katika hicho kifo. Hapo kesho, Mellen anatarajiwa kuelekea Nyamira ili kuwatambua wale waliompiga nam. Bila shaka ni tukio ambalo linazidi kuzua hisimseto mtandaoni na kote nchini kuhusiana na nafasi ya mwanamke katika jamii ikilinganishwa na tamaduni mbalimbali kote nchini, wengi sasa wakitaka hatua za kisheria zichukuliwe dhidi ya wale walioonekana katika kanda hiyo, wakimchapa. Crispin Otieno, runinga ya Citizen, Kisii.